Naam mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na kitu ambacho amekizungumza Maimatha wa Jesse. Maimatha bwana ni mtangazaji wa muda mrefu sana, na kama unavyofahamu ni kwamba siku kadhaa zilizopita hapa tulikuletea habari kuhusiana na tamko la Haji Manara kwamba ameamua kumfungulia mashtaka Maimatha kwa kumchafua kwa kusambaza habari za uongo, akidai kwamba yeye na mkewe wameachana, kitu ambacho si cha kweli. Yeye na mkewe hawajaachana. Sasa kutokana na na Maimatha kutangaza kwamba Haji Manara na mkewe Zailisa wameachana, eh, ni kitu ambacho kimefanya Haji Manara kupoteza baadhi ya brand deals kwenye makampuni ambayo alikuwa anafanya nayo kazi wakiwa pamoja na mkewe huyo Zailisa, kwa mujibu wa Manara alichokizungumza. Kwa hivyo basi amefungua kesi mashtaka kwa ajili ya kuhakikisha kwamba analipwa fidia na Maimatha takribani shilingi za Kitanzania kwamba kukawa kuna document ambazo zimesambazwa za kuhusiana na eh, mashtaka hayo kwa mujibu wa wanasheria wa, wa Manara walikuwa wametoa hizo statement kwamba nini kinatakiwa kifanyike na nini ambacho kinaendelea kuhusiana na hicho ambacho Manara amekizungumza dhidi ya Maimatha. Sasa, Maimatha bwana amekuja ku clap back, yani amekuja kujibu mashambulizi hayo akiwa anadai na yeye pia kitu ambacho alichokifanya kwanza kabisa i katika msimamo wake ule anasema ule, kwamba kitu ambacho kikawa okay, mtu amemfollow mwenzie, wameachana, wako moja kati ya vitu ambavyo watu waga wanahisi ni kwamba mahusiano yameisha, na hicho ndicho yeye alichokizungumza, lakini pia, baada ya kuzungumza hizo habari, ni kwamba alitukanwa katika comment section. Kama unavyoona hapo, katika screen kuna comment za Zailisa na Manara ambazo ni kama vile za kumtukana na kumdhiaki waziwazi, huyu bidada kumdhiaki huyu bidada Maimatha wa Jesse. Sasa Maimatha yeye pia amesema kwamba na yeye naye, ee anafungua ee, amefungua tayari mashtaka kwamba ametukanwa mtandaoni na nikosa kisheria, na ushahidi yuko nao. Sasa yeye pia anataka kulipwa bilioni tatu kwa matusi ambayo ametukanwa na hii kapo yani, Manara na Zailisa. Kwa hivyo basi, mambo yamekuwa ni moto kweli kweli. Maimatha na yeye pia anataka fidia ya bilioni tatu kwa Zailisa, kwa matusi ambayo amemtukana. Kwa hiyo mambo ni mazito, peji mbalimbali zimeripoti wakiwa wameandika kwamba Maimatha anataka alipwe bilioni tatu kisha atamlipa Manara na Zailisa bilioni moja yao.